Tunazidi kusonga, tunazidi kupambana okay. na tunazidi kutimiza malengo zaidi okay. Jina lako kwanza ni unique eh? ya Ulan, Ulan ni Hulen mm. kwa nini umejiita, yeah. hivyo Ulin au Ulan? Tamkika kama Ulan, Ulan, Ulan, Ulan. Maana yake halisi ni neno la Kimangolia ah Mangolia ya hiyo, inamaanisha brave, imetokana pia na Hulen kwa sababu Uh, robo tatu ya mziki wangu ukiachana okay. Okay, na talent tu nimejifunza pia baadhi ya vitu vingi kwa sababu ukiangalia okay, kutoka ku rap mpaka mm -hmm. kuimba mm -hmm. Lazima hapo katikati upitie vitu vingi sana ambavyo vingi vinahusiana na mafunzo mengi, so talent sana. Yeah, yeah. Noma sana. Sofa, wewe na Mosco mlijuanaje mpaka ukaingia New Way Music? Mi na Mosco tulijuana mwaka elfu mbili ishirini na tatu mmoja mapresenta wa, wa kwake mcheki Mosco okay. Wasiliana mtu anaitwa Mosco, atakusaidia sana mteza, mtafika sehemu mm, so nami sikupuzia, nilichukua hatua wakati ule, ule an yani. mm -hmm. ya nikamtafuta bratha. Ilikuwa mara kwanza, ilikuwa ngumu kidogo lakini okay. Mungu amesaidia, mambo yakawa mepesi, tukakutana ndo hivyo akajisikiliza, japo wakati nimefika, ni akutaka kusikiliza nyimbo zangu okay. Yeah. akutaka kusikiliza kabisa akutaka, akasema wewe ingia studio kwanza, mm, nataka nisikie ana misimamo mikali yeah, nataka nisikie <laughs> sasa hivi ehe <laughs> <laughs> yeah, kwa tukafanya project ilikuwa ni freestyle Friday. mm. go then, baada hapo ndo akakwambia bana, wewe noma sana, mm, tuanze okay yeah, yeah. kitu gani ambacho amekuongezea? Ah uh, sana nimekomaa sana kwenye uandishi. Mm-hmm. Yeah, unajua unaweza ukao na melody, unaweza ukawa una style kali unaweza ukao unajua kusifia lakini hujui unaandika nini. Okay. Unajua au sure. u, uko kwenye point gani au topic gani? Okay. Yeah. Noba sana. So far Ulaan. Yeah, yeah. Ndo ngoma yako ya kwanza official umeiachia au kuna ambazo ulikuwa unaachia kipindi cha nyuma? Hii okay. Ambayo uko ndani ya New way. Music. Ah, ni kiwanda ni new music in... Wewe ndo una bless mzee. Yeah, hii ni project mpya kabisa. Ndio <laughs> ilikuwepo nyue lakini kuna bless sasa hivi mpya, hi si international mzee wangu, yeah, yeah. Huh? Hii ni mpya kabisa na moto ndo unawaka. Okay. Yeah, maana mimi kwa before uko unatoa before nilikuwa story, kwa sababu pia nilikuwa nasubiri miongozo ya brother, okay. Lazima nielekeze tunafanyaje, lakini uko nyuma ulishatoaga ngoma zako mwenyewe kama mwenyewe ya. Yeah, before ula nilikuwa naitwa J Sate na nilikuwa na rap. Sasa baada ya kurap kama ninavyosema, yani moja kitu kwenye muziki wangu ni kujifunza sana kichana na talent okay. so nili rap paka ikafika sehemu kwenye personal level yangu ya kurap okay. Nikawa nimeshafanya ni vitu vingi paka oh, sasa yeah. Nikasema no. Kwa hiyo sasa hivi au rap kabisa yani? Au ni unafanya muziki wa kuimba? Sasa hivi mimi nimebadilika nafanya muziki wa kuimba, ukija kwenye rap pia ukijaribu huko mimi ni nyumbani. Unawaumiza sana. So far unaamini ile kauli ya muziki wa hip hop au lipi ndio maana ukaamua ku switch? Ah, no. So muziki wa hip hop, muziki wa hip hop unalipa. Unajua kuna tofauti kati ya hip -hop na muziki mm -hmm. Unajua huu uh, muziki wa hip -hop, kuna generation kadhaa, okay. Ushansoma mfano mimi kwa nafikiri kwa maoni yangu mm. Watu sasa hivi muziki wa hip hop kutokana unavyobadilika sasa hivi. Ah, nilitegemea kizazi cha hichi ichi sasa hivi tunafanya sana melodic rap. Sasa kwa oh, vijana uvivu yeah. Mwingi amna melodic melodic rap yeah, me -melodic rap ni mziki pia umepelea sana kwenye game yetu so huku tu underground mm. Hata ma legend pia amna melodic rap na ukiangalia nchi kama za nje Marekani wapi UK mm -hmm. The upcoming wanaofanya hip hop most of them wanafanya melodic wapiwote oh. Yeah. Kibongo bongo msanii ambaye anafanya hivyo melodic rap Ah, melodic rap kibongo bongo, bongo anafanya sana sana, ni awafanyi official ila, mm. ni baadhi ya nyimbo mm -hmm. ya ukiangalia okay, nyimbo kama ya Country Boy ya Way Back Yeah, mm, ni melodic nene, rap, nene, ya, nene, ya, trap, lakini mm. ni melodic rap. Okay. Ukiangalia um, kuna ngoma ya Conboy alikuwa featured na msanii wa Nigeria anaitwa Dilaman alifanya melodic. Ukiangalia Bilnaz sometimes anafanya melodic rap. Okay. Sasa watu wanakuwa wanashindwa sasawatu a nashinda a kuelewa huyu ana rap anaimba, lakini ndio inaitwa hivyo hivyo melodic. Kwa hiyo, kwa, kwa mawazo yako, sasa hivi mtu akitaka afanye mziki yeah mzuri wa melodic rap kwa sababu ndio iko sokoni sana sasa hivi okay. na ndio vijana wengi wanapenda hiyo muziki, hata ukiangalia chuoni huko, kaangalia vijana wengi wayu sehemu mbalimbali, generation inavyokuwa, watoto wanapenda mambo ya kina Lil Baby kina nini, utasikia kina Travis Scott for sure. yeah, sasa, kwa nini kipindi cha nyuma ambacho ulikuwa unafanya rap Yeah. Na sasa hivi ukikompea yeah, kipindi kipi ambacho umekuwa kimziki zaidi au mziki wako umekuwa una nguvu zaidi sasa hivi? Mziki wangu una nguvu zaidi, kwa sa sababu zaidi, tuseme rap ilikuangusha. Sasa rap ilikuangusha sasa. Mm. Baada ya kuona pia tuko wasanii wengi tuna rap. Mm. Na um, amna kitu cha tofauti between okay, yani hatuwezi kuwa wote ni MC tuna rap tu, ushansoma? Okay na I feel hip hop, lakini mimi nilichagua ngoja ni niwe kama middleman okay, ushansoma? Kwenye muziki wa rap niwe kama middleman, ndio huko ndo nikaelekea paka kuimba, kwa sababu una rap unaandika verse but I can do chorus for you okay, I can do a hook for you yeah. na na, ugumu gani ulipata ku switch? umeshazoea ku rap midondoko sibaz 16 nini? yeah. afuko sasa hivi na unakuja kumbembeleza mtoto mm, atulie au sio? Yeah. haikuwa ngumu sana kwa sababu nakumbuka mimi pia kwenye mziki wangu tokea nyuma nikiwa shule, mm, kishule shule ile pia nilikuwa napenda kufundisha sana wasanii mziki. Yaani ukiwa shule eda, yeah, sekondari, sekondari mpaka okay, nafika chuo. Mm -hmm, yaani kuna wasanii nakutana nao Sawa, wote ni wasanii wadogo, lakini unakuta kuna vitu mi nakuwa nawaelekeza zaidi, na nakutanaga na wasanii mpaka wengine wanataka kuwa wasanii lakini hawaimbi. Unamuuliza mtu wake unafanya mziki gani, ajui, ila ana feel tu kuimba, na mpaka sasa hivi wamekuwa wasanii. Kwa tuseme, kwa upande mwingine, wewe pia una kipaji kingine cha ualimu, kufundisha <laughs> Kwa maana hiyo kipande cha maelekezo ndio inawezekana au, yeah, au kusod... Je, umeamua kukifanyia kazi? Ah, no, nimejaribu kukifanyia kazi kwa sababu kuna wasanii wao nilijaribu kuwafundisha kabisa, yani starting tunapoanza ku make melody, tunapoandika na bahati nzuri walikuwa ni wasanii wa gospel. Oh. Sasa umeone. Mm -hmm. Wakati na rap nafundisha watu wa gospel. Okay. Kwa mimi nilipokuja ku switch already nilikuwa tayari na some practice ndani yangu. Okay. Yeah. Eh, bana tupo na Ulaan kutokea New Way Music. Mm -hmm. New Way Music inamilikiwa na Moscow. Moscow. Mm -hmm. Mimi pia ni mdau mkubwa wa kama hapa kama una swali lolote lile la kumuuliza utamuuliza kupitia 0764949989. Hapa tulikuwa tunajaribu kupiga naye story ili umjue Ulaan ni nane, hey. Na umeshasikia kabisa alishawe kurap, mm. Baada ya hapo mwalimu pia haka kidogo, akafundisha akaona, afumdisha ukufunzi niache, akaamua kuswitch sasa, sasa <laughs> kufanya mziki wa bongo flavor. Kabisa. of course ya, ya, ya. Mziki wa bongo flavo, wasanii wengi wakubwa tunaona wako Dar es Salaam. yeah. Lakini kumekuwa na changamoto ya wasanii kutoka mikoani kuwa wakubwa wakiwa mikoani. yeah, yeah. Japo inatokeaga, lakini mara Chachi. Mfano kuna yule jamaa alikuwa anaimba singeli nani nini kinata mc alitokeaga Hali, Mtwara mm. yule a, a, pap, akajulikana bongo nzima, yani Tanzania yeah. nzima mm. lakini kwa msanii ile kufanya labda mkoa mkoa hivi mm. alafu ajulikane imekuwa kuna huo ugumu fulani watu wengi wakiamini pia lazima waende labda Dar es Salaam ndo macho watu waone au sio eh unadhani ni nini hapo kina miss ili tusipate mastaa ambao huko Arusha hapa na watu wanajua mfano watu kipindi cha nyuma jambo squad wanakaa Arusha wanafanya mziki wa Arusha lakini wakienda yeah. Tanga wanajulikana wakienda Mwanza wanajulikana yeah. mm. uh, Unajua, mziki wa sasa hivi pia umebadilika. mm. Mziki wa sasa hivi uko sana kwenye social media, TikTok wapi, na unaweza uka ukawa popote ukafanya mziki, lakini ukija kiundani kwenye mziki kama mziki na wasanii kweli, wachache unakuta kwa mwaka anaweza akatoka mmoja baada ya miaka miwili akatoka mmoja wasanii kama, mm -hmm. na mfano ni kama hata Lord Music mm -hmm. Shansoma wasanii kama unakuta ni wachache lakini kuraisi msanii kama kupandisha msanii kama msanii atoke mkoani bila hiyo gifti au hiyo laki njiani, kunahitaji mipango na mipangilio. Okay. Ushansoma uh, na system msanii akiwa nayo na management yake ikiwa vizuri. mm. Wanaweza waka approach target na wakaenda mbali zaidi kwa sababu kupitia social media tu you can do everything that you want mm -hmm. social media. So kitu kingine mimi nahisi ni uwekezaji pia, mm -hmm. uwekezaji wa kisanaa Dar es Salaam ni tofauti na mikoa mingine okay. wametutangulia percent fulani. Unajua, pia lifestyle, sisi tuna lifestyle ya kupenda mziki, lakini hatuishi kwenye lifestyle ya sanaa Mhm. Mm nachukulia mfano Dar es Salaam, wakati nasoma chuo mm nili nilikuwa naendaga mazoezi ya kuigiza okay. Yaani jioni siendi kuigiza, ila naenda kuangalia tu, unajua kupoteza time mm -hmm. deck, ile by time kukutana na watu wengine, unaona kabisa mtu mzima yani, kama mama wa baba yani, ana ratiba yake kwamba mimi Alhamisi, Jumanne kila jioni lazima niende mazoezi ya kuigiza na ni mtu mzima mpaka kwa watoto wadogo, kuna kwa kuna hiyo utamaduni okay. Kitu ambacho huku kwetu kinakuwa kama watu wanakidharau, mm. Ushansoma watu wanakiona kama ah, sasa hivi mi na miaka 38, tena niende mazoezi ya kuigiza no. Unajua tena yeah, sasa kule wana utamaduni huo okay. Mm. Huoseme eh. Tasnia kiujumla mm. Kule ime take over, ime take over, yani kule wanaamini mtu unaweza ukachangisha uka, uka, uka, uka vibanda vya mama mbogamboga ukaambia mimi ni msanii bwana, natakiwa ni shoot, ukachanga buku buku na yaani, na ukitaka waapie yani on the time wanapia na wanajua ni msanii na hii ni kazi yako. Okay, ushall somo noma sana so far. Ngoma yako ambayo umeitoa ya kwanza kabisa inaitwa Salio ndiyo, ya kwenye salio kuna nini au kwa nini Salio? Salio ni ni ngoma inaelezea situation ya jamaa mmoja anayetamani kumapproach mwanamke muda mrefu